Yes, mambo vipi wanangu wa Snaiper TV. E bwana ni katika mkesha wa kuamkia tarehe moja mwaka elfu mbili na ishirini na sita. E bwana Askofu Gwajima amerudi kwa kishindo kabisa katika kanisa lake umona bwana. Na kwa majinsi unavyoona wana waumini wanashangilia umona eh, wanazidi kumpa imani kabisa kwamba akiashiria kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na sita ni mwaka wa kishindo umona bwana na Gwajima amezungumza vitu vingi vingi sana wakati akiwa katika mkesha huo, umeona bwana. Unaweza ukamsikiliza kidogo walau, jinsi alivyozungumza. Amezungumzia pia masuala ya utekaji, ndiyo yaliyosababisha mpaka yeye ikabidi kidogo kanisa lake liweze kuteteleka. So unaweza ukamsikiliza na pia usisahau kushare kucomment, kulike na kusubscribe katika chaneli yako pendwa hii ya Snaiper TV. Ebwana, msikilize kidogo Askofu Gwajima jinsi aliongea. Hayo magumu yaliyokupata wewe, yalikupata kwa sababu mimi nilikataa utekaji. Umenielewa, eh yalikupata kwa sababu mimi nilikataa, mpaka leo nakataa vile vile. Umenielewa? mpaka leo nakataa vile vile, mpaka leo Siukae, siukae ulegeze makongolo hapo.